Haya ambayo tunayaona leo, haya tuacha kutusibu. Tunapiga kelele sana, wa ndugu leo wamekuwa ni mtihani. Tunapiga kelele sana, leo marafiki imekuwa ni mtihani, mpaka kuna wengine wanaanza kuwa wanaokopa kuwa na watu wa karibu, kwa sababu majanga yamekuwa ya ni mengi sana katika ulimwengu wa leo, kwa sababu tumeiacha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. <coughs> Lau tungechukua mapenzi yetu tukayatengeneza baina yetu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah angeimarisha ule undugu uliopo baina yetu, ikiwa kwamba tutajengia kwenye misingi kwa ajili ya Allah. Ikiwa kwamba watu mtakusanyika kwa ajili ya dunia, basi tambueni ya kuwa mtatengana kwa ajili ya hiyo hiyo dunia. Ikiwa kama watu mtapendana kwa ajili ya dunia, tambueni ya kuwa mtatengana na mtachukiana kwa ajili ya hiyo hiyo dunia. Suluhisho ni nini? Tupendane na tukusanyike kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala.